Ambayo ni kama ya nylon tutaitumia upande wa ndani. Ukiangalia kama kuna ya nylon fulani hivi, unaona upande wa ndani. Kama hauna unaweza kutumia hata tishu, lakini tutakuwa na kofia nyingine zile za kawaida ambazo zinauzwaga, nadhani, mbili shilingi mia tano kama si elfu moja. Ndio hii ambayo ni nyeusi hii kofia ndani itatusaidia kwamba hata tukiwa tuna bondi nywele yetu isi, gundi isiweze kuingia ndani, yani gundi isiweze ku, kufika kwenye nywele ya mteja wetu. Na ukiwa una bondi kama ambavyo unaona mwanafunzi wetu anachokifanya hapa, unapaka ile ile weaving yako unapaka gundi katika ile sehemu ya juu, alafu unakwenda kubandika kuanzia kulia kuelekea kushoto, sawasawa utazungusha taratibu mpaka pale ambapo utafika upande wa katikati, na uzuri ni kwamba sisi tunafundisha vitu vingi vingi vingi vingi mno, yani e saluni kwa ujumla, iwe ni kubondi mawivi, kushonea, kusuka, kufanya facial, kutengeneza kucha, mambo yote yanayohusiana na saluni. Kwa hiyo una uwezo wa kuja ukasoma kozi nzima ya saluni au ukasoma vitu nusunusu, sawasawa, yote inawezekana. Naomba nikukumbushe jina langu mimi ni Farida Othman na tunawakaribisha sana uh, Farida Beauty Academy, tunafundisha mambo yote ya saluni. Yaani ninaposema saluni kwa ujumla tunafundisha mambo yote ya saluni na karibuni sana muweze kunufaika na mafunzo ambayo tunayatumia. Kwa wewe ambao unajifunza kwa bondi, usipende kutumia gundi nyingi sana, na gundi lolote tumia ni gundi ya bondi kawaida, ni gundi ambayo inashika tu vizuri, huna haja ya kuhangaika hangaika Sawa sawa. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo jamani, tunawakaribisha ni shilingi laki moja kwa mwezi, na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Njoo sasa hivi, njoo jiunge na darasa letu, njoo ingia darasani, jifunze. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika skrini yako, lakini pia tunapokea mwanafunzi hata kama hujui chochote, yani hujawahi kusuka, hujawahi kujifunza chochote, hujawahi kubondi, hujawahi kufanya chochote tutakufundisha vizuri na utaweza kunufaika na mafundisho yetu. Kwenye kubondi nywele kama hivi, kisha kamilisha, sasa kuna mambo mawili. Either una uwezo wa kuprune nywele yako kwa kutumia wembe sasa, au ukatumia mashine ya kunyolea kawaida na hii kazi bwana. Kwa wale ambao mnajua kunyoa na mashine ni nzuri kwa sababu utarahisisha kazi yako, lakini kuna mtu mwingine anakuambia mimi natumia wembe na nina Wigi ya mteja wangu inakaa vizuri kichwani. Vyote vinawezekana. Sasa jamani, mama dada anavonyoa vizuri, mama wanafunzi wote anavonyoa vizuri. Njoeni darasani, njoeni mjifunze. Sasa hii wigi ya kisha bondi kama hivi unaweza kuivua tu. Mteja akawa anaivaa na kuivua, vyote vinawezekana. Kwa hiyo mje mjifunze, mweze kunufaika na mafunzo ambayo sisi tuna yatoa. Baada hapo, muonekano wetu wa mwisho ulikuwa kama huu. Hongera, mwanafunzi wetu kwa kazi nzuri, lakini pia tuzidi kufanya mazoezi ili kuifanya kazi yetu iwe bora zaidi. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman na karibu sana Farida Beauty Academy uweze kujifunza na sisi. Naomba usiondoke bila kugusa batani nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo. Asante na endelea kujifunza nasi, kwaherini.